Pasipo maono watu huacha kujizuia, lakini kama huna maono, basi usizuie maono ya wengine, eti kwa sababu ulikuwa injinia, basi na mtoto wako unataka awe injinia wakati darasani anapata hesabu namba za viatu. Tujifunze kwa wakulima wa Kiafrika. Mkulima wa Kiafrika hapendi kabisa hali aliyonayo, na mtoto wake aje awe na hali ile, utamani na hupenda mtoto wake aje awe zaidi ya kile wazazi Tujitahidi tuwaruhusu watoto wetu wawe wanafata yale maono ambao wako nayo, waishi katika maono yao. Hakuna mtu ambaye ameshafanikiwa kama hakuishi kwenye maono yake. Mtu yule ambaye amefanikiwa ni yule ambaye aliyaishi maono yake, alitembea kwenye maono yake. Kwa hiyo kama hamna mtu ambaye anamzuia huyu mtoto kufika sehemu, lazima atafika sehemu kubwa, lakini kama yupo ambaye anamzuia, anamrudisha nyuma, hawezi kufika mbali. Kwa hiyo tujitahidi wazazi, walezi kuwasaidia watoto wetu kufikia maono ambayo wako nayo sio ambayo sisi tunao.